Tuangalie maudhui ya utamaduni. Utamaduni ni imani, imani za kijamii. Imani za kijamii ni zile desturi, desturi na mila za kijamii. Kwa mfano kuna, uh, uh, kuna utamaduni ambao kuna wa, utamaduni wa kule na kuna utamaduni wa kekwa, na pia kuna utamaduni kwa jumla katika jamii hii ya Nguu za Jadi. kwanza Utamaduni hauruhusu Magwasha kuhutubia umati, hauruhusu Magwasha kuhutubia uh, umati hata wakati ambapo ya anafahamu yale ambayo yanasemwa na Chifu Mshabaha. hawezi akahutubia umati na akawafahamisha. Hapana, lazima kwanza amfahamishe nani? Lonare kaza kwanza, lazima amfahamishe Lonare ili Lonare aweze kuhutubia nani? Waketwa wenzake. Kwa hivyo hapa, huo ni utamaduni. Unaona kuwa mwanamke haruhusiwi kuhutubia umati. Pili, Mbuhulu anamwambia Magwasha kuwa mila hairuhusu mke kufuata mumewe katika sehemu za starehe. Ndio maana wakati ambapo uh, Magwasha anataka kwenda kumtafuta Mrima, Mbugulu anamwambia kuwa mila ifanye nini, hairuhusu. Kwa hivyo mila hazimruhusu mke kufuata mumewe kwenye sehemu za starehe. Tufungue ukurasa kumi na moja ambapo tunaona pia kuna utamaduni ambapo wanawake walipaswa kusikiliza tu na kutenda. Wanasikiliza yale ambayo wanaambiwa na wanayatenda na si kusikizwa. Wapasi kusikilizwa na kutenda? Hapana, wao wenyewe walipaswa kusikiliza. Wanawake wenyewe wasikilize na wafanye nini? Watende kama anavyoambiwa na Mrima. Ukurasa sawa, enda hapo kumi na moja, tusome. Tunaanza haya, huko juu. Haya, magwasha Ambata alijua kwamba kupitia Kwalonale angekuwa na nafasi ya kuwajulisha waketwa ya yale yaliyokuwa yakiendelea afisini mwa chifu. Aidha, alifahamu kwamba daima wanawake walipaswa kusikiliza na kutenda, bali si kusikilizwa na kutenda na lakini zisizobudi kutendwa kabisa kufikiria juu ya hatima yake. Kwa sasa hakujali kujua kule atakapowazia na maisha yake mapya baada ya kusimuliwa tariha. Mm, kwa hivyo utamaduni au mila zinasema tu mwanamke anapaswa kusikiliza na kutenda. Pia tukifungua kurasa arobaini na moja, Mrima anamwambia Magwasha kuwa na uhuru wa kuoa mwanamke mwingine bila kuizuiwa, anaweza kuoa mwanamke mwingine na pia tunapata pale kuwa mwanamke uh, aruhusiwi kuuliza uliza maswali arobaini na moja. Tusome sehemu hiyongin hmm. Wapi, mwanamke akishaolewa basi yake amekwisha hapo hasa na